Watazamaji wa Utukufu Plus wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amani kwenu. Kunapita juma moja, tumesherekea sikukuu sherehe kubwa ya Epifania ya Bwana na hivi sasa tunakwenda kusherekea ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo hapa tunakuja tena zaidi kufikiria juu ya ubatizo wa huyu Bwana wetu Yesu Kristu na mkozi wetu, tujue tufahamu na tuelewe zaidi. Tufikirie juu ya maana yake ya ubatizo wa huyu Bwana wetu Yesu Kristu kwangu mimi na kwako, kwa wewe ambaye unitazama muda kama na huo, tuseme kwamba ubatizo wa Yesu, wa Bwana wetu Yesu Kristu ni tukio la msingi katika maisha yake lililotajwa katika Injili za sinoptika ambazo ni Mateo, Marko na Luka na pia kwa ufupi katika Injili ya e Yohane. Ubatizo huu wa Bwana wetu Yesu Kristo ni tajiri katika umuhimu wa kiteolojia na kiroho kwetu sisi wa Kristo ambao tunausherekia na kusadikia. Ndivyo sasa wa, ndugu watazamaji, tutazame alama ya maji, kwa sababu tunabatizwa katika maji, maji machache kama vile maji mengi, tuweze kuyaelewa, tuangalie umuhimu wake, alama yake katika desturi mbalimbali za kidini. Hakika watu kwa asilika wala instinctivement kwa lugha ya Kifaransa hujisikia kwamba wao kabisa ni wachafu, na tunajua hili kwa sababu, ingawa kuna tofauti nyingi kati ya dini na mila desturi duniani kote, zote zinaomba haja ya kuosha kwa, kwa maji wakati wa kumkaribia Mungu, kuanza kushitakasa kusudi tuweze kumkaribia, kukaribia ule ukubwa wa Mungu wetu. Tukiangalia kwa kidini cha Uislamu, hufanya wudu, yaani kuosha kibada kabla ya sala. Tunawaona huku na huku mbele, wawezi kuingia katika sala yao, wanaanza kuosha mikono, wanaosha ndevu, yaani alama ya kujitakasa, alama ya kuweza kujiondolea dhambi uchafu yote ili waweze kuweza kuingia mbele ya ukubwa wake Mungu. Tuweze kuangalia Wahindu wao pia huoga katika mito mitakatifu kama vile mto mkubwa wa Ganges, ule ambao tunaita fleve unaopita huko, uh, kaskazini mwa nchi ya India, ili kujitakasa kabla ya sherehe takatifu, vile vile nao na kwa kuongezea, tuangalie watawa wa Kibuda nao pia huosha kwa maji kabla ya kutafakari, kabla ya kufikiria mbele ya ukubwa wa Mungu wao, yaani waumini wa dini pia ya Shinto le Shintoist kwa lugha ya Kifaransa, nao pia hufuata harai ile ambayo tunaita kwa tunaita harai au kuosha kidesturi kabla ya ibada zao, pia na Wayahudi ambao ni msingi pia vile vile ambao kuliweza kutokea uh, dini ya imani ya Kikristo nao pia vile vile kuzoea kuzoea uh, ile ambayo wanaita kwa lugha yao ya Kiebrania tevila, yaani kuzamisha mwili mzima katika ile ambayo wanaita vile vile zaidi mikve au kuoga, na hasa kabla ya sherehe zao takatifu. Ni hayo hayo nao, mambo yale wanayatenda wanayafanya. Na sisi wandugu wapenzi, kupitia uh, desturi hizo mbalimbali za kidini huku na huku, hivyo hivyo katika Ukristo wetu tunautazama ubatizo wetu ukiwa na jukumu sawasawa kama na vile na hizo desturi wengine wanazozitenda. Na ikiwa basi Yesu Kristo alibatizwa kwa maji katika mto wa Yordani, akibatizwa na Yohana Batista, ubatizo wake si wa ondoleo na zambi, si wa ondoleo la machafuko la mchafu, hapana. Lakini kwa kuwa hana zambi, anaweza kutoa mfano ulio bora. Tuende tuangalie kwa sababu gani, ni nini ambayo ili msukuma wa Yesu Kristu vile vile aweze kupitia hizo desturi kama vile na zetu sisi wanadamu, ili aweze kutupatia mfano huo. Tuangalie katika Injili ya Mateo kipindi ya tatu mstari wa kumi na tatu mpaka mstari wa kumi na sita tutatazama namna gani. Yesu Kristo hakuhitaji ubatizo ili kujitakasa wala kujisafisha na uchafu wake. Hapana, tunajua ile yote, hakuwa na uchafu yoyote, tayari alikuwa msafi, ndani kwa ndani alikuwa msafi, na hakuna kitu cha kimwili ambacho kingeweza kumfanya kuwa mchafu. Hakuna hata kimoja. Hata hivyo, ubatizo wake ulikuwa kiashiria kingine yaani, un autre indicateur, kwa lugha ya Kifaransa, cha uhusiano wake na taifa lake la Israeli. Na kama vile Waisraeli walivyobatizwa, tukiangalia kupitia ubatizo wa Musa, kama vile maandiko matakatifu yanazungumzia, walipopita walipovuka bahari nyekundu, wakiongozwa na Musa, eh ndivyo Yesu vile vile alivyoweza kubatizwa ili kustahili upendeleo wa kimungu na neema. Kristu alitoa nguvu ya kuzaliwa upya na utakaso kwa maji, ndiyo hiyo ambayo ilikuwa shabaha yake kubwa sana, kutoa nguvu ya kuzaliwa upya na utakaso kwa maji hayo ambamo aliweza kuyapitia mwenyewe, ili kwamba tunapobatizwa nasi tunaanza kuwa watoto wa Mungu, watoto wa Mungu kweli, watoto wa Mungu wakamilifu. Labda mmoja wala mwingine ambaye anatutazama, anatusikiliza, anaweza kuuliza, kwa nini sasa Yesu Kristo alitaka kubatizwa ikiwa yeye alikuwa mtakatifu, alikuwa hana lazima ya maondoleo ya baya lolote ndani mwake. Hivi wandugu wapenzi, tunaweza kuendelea tukifikiria tukisema kwamba Kristu amebatizwa sio ili maji yapate kumtakasa hapana, e, bali alibatizwa kusudi aweze kuyatakasa maji, ambayo wale walio waumini wake nao wataweza kuyapitia, wakitafuta nao na hivyo hivyo, ni mtakatifu Maksimino wa Turino ambaye anatuzungumzia na kutufundisha mambo hayo yote. Basi wandugu watazamaji, Yesu Kristu kwa ubatizo wake, kuna sababu nyingi, tunaweza kutoa sababu zilizo tatu na zilizo muhimu, na zitakazo zitakazo tuelewesha umuhimu na sababu Kristu aliweza kupenda kupitia maji aweze kubatizwa. Na sababu ya kwanza ni kuwa alipenda atimize utambulisho wake na ubinadamu, utimilisho utambulisho na ubinadamu. Kwa ubatizo wake Yesu Kristo, tukumbuke kwamba anajitambulisha kikamilifu na wanadamu, sisi wanadamu wenye zambi anajiweka mwenyewe kati ya wale walio wazambi, anajiweka katikati yetu sisi tulio wazambi mwenye zambi, anajiweka uh, anajiweka kuwa yeye kielelezo mfano, japokuwa yeye si mmoja wenye zambi, lakini alipenda atupatie hiyo hicho kielelezo, na anaanza huduma yake kwa kuingia katika maji ya ubatizo. Kusudi na sisi iwe mfano ulio bora. Na sababu ya pili ya muhimu ni huo huo mfano ambao alitaka kutoa kwa wale wote watakao waumini wa watakaokuwa watakaogeuka watakaokubali kuwa waamini wa wake Yesu. Kwa hivyo, ndugu wapenzi, anatuonyesha mfano wa utii kwa Mungu na kujitiisha kwa mpango wake mwenyewe. Hafanyi hivi kwa sababu anahitaji tu, bali kwa kuweka kielelezo cha kile ambacho waumini sisi wote tuliokubali kupiga hatua katika hatua yake tunapaswa kufuata. Na kwa kubatizwa, anathibitisha sasa umuhimu wa ubatizo kwa wafuasi wale wote watakaomfuata. Na sababu ya tatu muhimu sana ni ule utimilifu wa maandiko, utimilifu wa maandiko, l'accomplissement des ecritures. Katika Injili ya Mateo, Yesu Kristo anaeleza kwamba ni lazima abatizwe ili kutimiza haki yote. Haki yote hii tunaisoma katika Injili ya Mateo kipindi ya 13 mstari wa 15 na hili linaweza kufasiriwa kama tendo la kupata, kupatana na matakwa yote ya Mungu na utimilifu zaidi wa unabii wa Agano la Kale kuhusu huyu Masia ambaye aliweza kuamuliwa kupitia vinywa vya manabii wengi. Basi wa ndugu watazamaji wa Utukufu Plus ndiyo fikara ambayo tuliweza kufikiria juu ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambapo atabatizwa kesho katika maji mengi ya Yordani, akibatizwa na Yohana Mbatizaji. Naendelea nikiwatakia uh, siku ya Mungu njema, sherehe njema ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu na ibaki nanyi siku zote daima na milele. Amen.